Jambo na karibu mpenzi mtazamaji. Na leo hii nipo katika karakana ya Utech. Leo hii nimekuja kuonyesha mashine mbalimbali ambazo wanatengeneza hapa. Mpenzi mtazamaji andamana nami katika kuziona mashine hizo. Mpenzi mtazamaji uh, huyu hapo mbele yenu ni fundi, fundi aliyeko hapa Utech. Sasa fundi, I say, hapo mna mashine gani fundi? Hapa uh, kuna mashine mbalimbali yeah, za kilimo na mm, kuchakata mazao pamoja mm, na kusindika mazao yeah. Lakini pia tuna mashine uh, zingine tofauti na hizo ambazo zinaweza kufanyika hata kwenye zingine tofauti na kilimo pia kwa yeah, mfano hii yeah, kuliona hapa hii ni mashine ya, ya kugredi kokoto mm, kwamba kuanza kwenye kokoto kubwa ulngana okay. Asante sana. Uh, fundi, umeongelea kwamba kuna mashine mbalimbali mnatengeneza za mazao au kwa ajili ya wakulima na kwa ajili ya wajasiriamali ni mashine zipi hizo ambazo mnaweza mkatengeneza kwa ajili ya watu wao? Mwanaake, kuna video moja nilitengeneza nika post YouTube, ilikuwa ni mashine hizi za wajasiriamali wanaokaanga karanga na kusaga kwa ajili ya kupata ile wanasema peanut butter kwa Kiingereza. Hivi hizo mashine zinapatikana hapa? Mnaweza mkatengeneza kweli? tunatengeneza kulingana na mahitaji ya mteja kuanzia mm -hmm, wajasiriamali wadogo mpaka mm -hmm, wajasiriamali wakubwa. Kwa hiyo tunazo mashine tofauti, kwa mfano, za kupukuchua mahindi, za kukaanga karanga, za za za kusaga karanga kupata bidhaa kiata, mm -hmm, na zingine nyingi ambazo kwa mfano mashine za kusaga za na zingine. Kwa hiyo tuna mashine nyingi kulingana na, na, na mahitaji nyingi ya wateja wetu. Asante ah, okay. sana sasa so, so, watu hapo wanaweza wakajiuliza uh, mnatengenezea, maanake wajasiriamali wajasir wapo gredi mbalimbali. Mfano mashine ya kukaanga karanga hivo, wengine wana mtaji wa kilo mbili, kilo tatu, kilo nne, kilo tano. E na consider eh, wateja wa aina gani hasa nyewe? Wajia wale wa hali ya chini kabisa mpaka wa hali ya juu tuko kwa ajili ya kuwasaidia watu wajasiriamali wadogo kabisaambla pia aaki fundi, sasa umeongelea kwamba mna mashine mbalimbali. Sasa wajasiriamali wangependa kujua au watazamaji wangependa kujua bei zenu zikoje katika mashine hizo mashine za kukaanga karanga au za kusaga au mashine hiyo uliosema ya kupukuchua mahindi, bei zenu zikoje hapa? Wateja wetu wasiwe na wasiwasi kwa sababu kama kwandia, kwandia wadogo bei zetu ni nilivyokwambia kuanzia wajasiriamali wadogo mpaka wakubwa, kwa hiyo tutaangalia mahitaji ya mteja na kile anachohitaji ndipo tunaeza kumwambia, lakini wasiwe na wasiwasi hmm, ni bei ambazo zinawezekana kwa kila Asante eh, sana asante sana kwa kuwakaribisha wajasiriamali na wakulima pia. Sasa watu wangependa kujua ofisi zenu ziko wapi? Ofisi zetu zinapatikana Ubungo, jijini Dar es Salaam. Ubungo Dar es Salaam. Maji kama ulivyoona funja liko tembea mashine mbalimbali zinapatikana hapa yote, kwa hiyo, kwa wakulima na wajasiriamali wote karibuni sana wekodae mapema alua subscribe, comment na kushea video hii kwa wakulima na wajasiriamali mbalimbali ambao wanaohitaji uhitaji ma mashine mbalimbali, esi waoda na tutakufikia sehemu yote ulipo Tanzania kabisa.